Kufuatilia vilabu vyote wavyosoma barua ya Simba akaona kuna kipengele kina mashiko kutokana na zile video zinazotembea. Simba amesema, ukisoma barua ya Simba inasema hatuchezi mechi mpaka watu wanaotuma kutuzia sisi watujue wametumwa na nani na nani? baada ya ligi, baada ya kusoma hiyo barua, baada ya kusoma hiyo barua wakaamua kutoa kusema tumekubaliana na barua. Time kubwa sana peke yake. Subiri kwanza tuelewane hapo. Subiri kwanza tuzungumze kitu kimoja. Sawa, huyo asipotoshe umma. Issue ni kwamba ni nani aliyowazuia Simba? Swali linasema aliyowazuia Simba wasiende kwenye haki yao ya kikanuni. No, subiri kwanza. Barua ya Simba inasema hivi, mara baada ya kufika pale Benjamin Mkapa tumezuiliwa na meneja wa uwanja akidai kwamba hana taarifa ya sisi kwenda uwanjani. Barua ya bodi ya ligi inasema kwamba Simba hakutoa taarifa kuenda kwenye mchezo. Ina maana meneja wa uwanja ana haki ya kuzuia hao watu wasingie. Kwa wewe ambaye akili zako zinatakiwa kwenda shule, kwa nini unawasema watu wasiojulikana, ikiwa pale Kamanda Muliro na jeshi lake la ulinzi na usalama walikuwepo, maskari kibao wamejaa pale? Niambie, ni amani gani ilikuwa haipo pale? Unamwambia nini rais wako wa Young, hey, hey, Africans Engineer Harris? Namwambia kitu kimoja, wewe ni baba bora katika ya mpira, simamia msimamo wako, simamia msimamo wako kwa kutusimamia sisi wana Dar es Salaam Africans. Hauna baya kwetu sisi, wewe ndo rais pekee wa mpira ambaye mpaka sasa hivi una vikombe vitatu ndani ya kabati. Na mpaka kufika mwisho wa ligi, mpaka kufika mwisho wa ligi tutakwenda kukaguana kwenye mikutano yetu, umepeleka nini? Kama hujapeleka kamba, mimi nina ushauri, kama hujapeleka ka na ushauri kwa wana Yanga, sio sio macho ya Yanga. No, wana Yanga sio macho ya Yanga, wana Yanga wajitasimini. Kisinga anaongea. Basi, neno langu la mwisho, Yanga wana Yanga wanaitakia mema Yanga, wajitasimini na uongozi yeah wao pamoja na mwanasheria wao kasi yani, kitendo cha anga kwenda kasi kutaka nini? Utatuzi ndio mahakama ya mwisho, kwa hiyo mpaka kasi wanaitetea bodi ya ligi swali. So la kujiuliza la msingi, mpaka kasi wanaitetea bodi ya ligi kwa nini? Kasi kasi bume kule waji tasimini leo, mwanasheria wako ajiuzulu, anajua huyu kila kesi ana feli. Mimi hapa naweza nikainuka nisikilize